Waisraeli wa kwanza aliitwa Sauli. Mfalme Sauli hakumtii Mungu. Basi Mungu akamwambia Samweli nabii, mtafute mtu aitwaye Yese. Mmoja katika wanawe atakuwa mfalme mpya. Samweli akampata Yese huko Bethlehemu akawatazama wale watoto saba wa Yese, walionekana wazuri na wenye nguvu. Mungu akasema, si wao. Mimi sijali sura. Ninajali kilicho moyoni mwa mtu. Yese akamwita mwanawe mdogo Daudi, aliyekuwa anachunga kondoo mashambani. Samueli akamwona, na Mungu akasema, ndiye huyo. Basi Daudi akatiwa mafuta kuwa mfalme mpya. Baadaye kidogo, Israeli wakapigana na Wafilisti. Askari jitu wa kifilisti aliyeitwa Goliati alitoa changamoto kwa Israeli kumtumia shujaa wao apigane naye, lakini Waisraeli walikuwa wanaogopa sana kabisa. Daudi akapeleka chakula kwa ndugu zake waliokuwa jeshini, akasikia changamoto aliyotoa Goliati na hakuogopa. Daudi akauliza, anathubutu je kulitukana na kulidharau jeshi la Mungu? Mimi. Mfalme Sauli akampa Daudi mavazi yake ya vita huku akiwa ameshangaa sana. Daudi akasema, hapana, Mungu alinisaidia kuwa wanyama wakali, atanisaidia kupigana na huyu Goliati. Pia Daudi akachukua mawe matano na kombeo. Goliati akaguruma na kusema, Je, mimi ni mbwa? Mnatuma katoto haka kupigana nami? Daudi akasema, Wewe una mkuki. Lakini mimi nina msaada wa Mungu wa Israeli. Daudi akatia jiwe kwenye kombeo. Kisha akalitupa, likampiga Goliati kwenye paji la uso na kumwangusha chini. Waisraeli wakawashinda Wafilisti kwa msaada wa Mungu. Daudi alikuwa shujaa.